Kwa jina naitwa Septian Maji, ni mwenyekiti wa taasisi ya Desk and Chair Foundation, na kama tunavyofahamu kwamba taasisi yetu inashughulika na kutatua matatizo mbalimbali ande wa jamii ambayo inawakumbana nalo na watu wasiokuwa na uwezo wa kipesa kutatua hayo matatizo. Mmoja wao umeshuhudia leo mtoto George, mtoto George, unajua amezaliwa na tatizo la nasema mtu ndio bongo na tatizo hili utakuta mtoto anakuwa amedumaa na matibabu yake. Moja ya matibabu ni kupata mazoezi na kupata lishe nzuri sa. So, upande wa lishe tulichogundua kwamba alikuwa anashindwa kula chakula kigumu, na wakati wa kula alikuwa anapata shida sana. Kwa hiyo tu- tuliona kwamba kurahisisha na kuhakikisha kwamba anapata lishe nzuri, tumempa blender. Blender ni mashine ambayo inasaga ya chakula, chakula kinakuwa laini. Basi watu wenye matatizo kama hayo inaweza ikatumika kwa ajili ya kuwalisha vizuri na wapate lishe nzuri pia. Lakini kwa vile ni blender, huyu mama ataweza kutengeneza juisi na akauza, akapata na kipato kwenye hicho blender. Lakini tumegundua kwamba kwa vile anatakiwa afanye mazoezi <coughs> tumemchukulia kifaa hichi ambacho kiti mwendo lakini kidogo ni tofauti na wheelchair. Hii tunaita ni baby walker. Hapo unajua ak, akikalishwa kwenye hicho kifaa, kwanza kifaa kina usalama, hawezi akaanguka mtoto wala kupinduka na kuumia. Hiyo kimetengenezwa vizuri sana na pia atakuwa anajaribu yeye mwenyewe kutembea, na kwenye kujaribu hiyo pia itakuwa ni sehemu ya mazoezi yake ambayo anatakiwa afanye. Kwa watu kama hao tunawapa ni hizo vifaa ambazo lakini, hizo vifaa sisi kama sisi, watu tunaletewa vifaa kama vifaa, lakini thamani yake inafika hadi shilingi laki tatu kwa vifaa vyote, yani blender na hiyo ea, ambayo sasa wenyewe wenye wenenacho wanatuleteaga vitu kama vitu, na ndio sasa wakifika kwetu hao wastahili, na tunaona kwamba hizo vitu vitaasiria, basi tumewakabidhi lakini kama mnavyofahamu siku ya leo ni siku ya kansa kwa watoto kwa watoto wenye saratani. Ni siku ambayo kila mwaka inaadhimishwa na watu wanaobi wanaoshughulika na masuala ya afya, lakini ni siku ambayo imetangazwa na World Health Organization. <coughs> Kwa leo tumeweza kuandaa pia vipimo kwa ajili ya swala la saratani hapo kwenye uwanja wa Nyamagana kwa kushirikiana na taasisi ya uh, Desk and Chair ni taasisi ya Bugando maanake upande wa kansa, na leo wameshaanza kuwapima e, watoto ambao wanaonekana kama kuwa na tatizo hilo. Kwa so, hiyo tunawahimiza watu waende pale Nyamagana leo na kesho, ili waweze kupimwa afya zao, na kama kuna jambo lolote basi wataendelea na matibabu watu wenye matatizo mbalimbali, kansa ya kizazi eh, watu wenye matatizo ya presha, tatizo a kisukari, waende tu pale, watapata ushauri, watapimwa vizuri na watapata ushauri zaidi nini kichikiendelee baada ya pale, kwa sababu so, wengi kuna ma kuna magonjwa mengine wengi hawajui kwamba wanazo. Ukipimwa pale na wataalam, basi itaweza kufahamika kwa matatizo na watapata ushauri, hii matibabu yake yanaweza yakaendelea vipi. uma zote za leo na kesho ni bure. kajina anaitwa Ignace Filipo ni mkazi wa, wa Kishiri, amekuja kusaidiwa msaada wa mtoto huu. joji alikuwa akai amenisaidia bai kulenda na kiti cha kukalia. Mtoto wangu ana miaka mitano. Ana utindio wa ugonjwa. Mtoto wangu hawezi kula na hawezi kukaa. Hivi vitafaa kumfanyia mazoezi.